Basi aende akakague, alafu kama amejiridhisha, aje atuambie kama upo salama. Kristo tumsifiwe. Yesu Kristo. Mungu ni mwema, na kati nipo mbele yenu kutoa taarifa ya ukaguzi wa msalaba huu mtakatifu ambao umepiga hodi katika parokia yetu ya Usokami, Jimbo Katoliki la Mafinga kwa namna pekee kigango chetu cha Kibengu, nimeukagua msalaba na ripoti ifuatayo ndivyo ilivyo: msalaba uko salama salimini. Ashukuru sana wenzetu, wana parokia jirani, parokia ya Mapanda kwa kazi kubwa iliyofanyika ya kumtembeza Yesu Kristo mteseka katika parokia hiyo na sasa wamehitimisha kazi hiyo maalumu na wametukabidhi msalaba huu ukiwa salama, na niwashukuru sana wote ambao wamesindikiza msafara huu kutoka mapat